Kiukweli ni mkasa mzito sana. Kiingia kwenye poli, chakula changu kilikuwa kikuu bagia ya kunde na maji. Nanunua tu bagia zangu kama kadhaa naweka nafika, kwenye mti nakaa, nakula bagia labda tano, nachukua maji na kunywa. Labda jua nikiona limeisha labda saa kumi na mbili na nusu au saa moja, natafuta mti uliokuwa na hifadhi nzuri mm. naweka begi langu chini, napanda juu ya, e, ya mti, napanda juu ya na mti, napanda naenda kule, natafuta sehemu, nafunga kiuhodari shuka langu lile, nafunga hukuhuku, naingia kama kwenye mtumbwi. Mm -hmm. E, naingia kaa kwenye mtumbi, basi nalala nafikiria haya mpaka asubuhi kuna kucha. Hasa baada ya hapo kule nilikoenda, mm -hmm. d, mm -hmm. ndio ulikuwa mtihani mkubwa hadi kijijini kwao. Kumbe kule nimeenda kuingia kwenye kambi ya wachawi. Eh? Mm. Ameenda kuingia kwenye kambi ya wachawi, yeah. Yeah. Mimi naomba tu mtangazaji, mm. niishie hapo, naona roho yangu imeganda kwa sasa. Yes bwana, mpenzi mtazamaji wa Maks Media popote pale ulipo, kama ambavyo siku zote tunakuletea mikasa na matukio ambayo yanatokea kwenye jamii. Na siku ya leo tupo na mama yetu hapa, ana mkasa mzito, ni mkasa ambao kwa namna moja ama nyingine unaweza kujiuliza iliwezekana vipi, kwa nini ilifanyika hivyo, na kwa nini ilikuwa wakati huo. Kwa upande wake ni mama ambaye alitembea kutoka Morogoro mpaka uh, Singi aliumaliza mkoa wa Dodoma wote na kuingia Singida. Alitembea kwa mguu kungapi? Siku kumi na mbili. Siku kumi na mbili ni kitu ambacho kinashangaza kidogo, eh, kwa namna moja nyingine unaweza kujiuliza aliwezaje? Sasa tupo naye live hapa kupitia Max Media kama nilivyokujuza kwamba hii ni Max Media, na sisi siku zote huwa tunakutana na mikasa na matukio mbalimbali. mambo vipi? mambo poa. Mm -hmm. Sawa uh, tu, tuanzie hapa, ilikuwaje? kwaje na kitu gani kilichokusibu? mm -hmm. eh, kuanza eh, safari kutoka Morogoro mpaka Singida. Sasa Singida sijui ni wapi, ni kwenu au Singida kule? sisi sio si, si, kwetu. Oh. Sio nyumbani. Wala mimi sio kwetu kule Singida. Yaani ni kiukweli, ndugu mtangazaji, ni stori ndefu. mm -hmm. Stori yenye kusisimua, stori yenye kuuliza n ya, yani ya huzuni si ndio? Eh, nasema hivyo nina maanisha ya nina maanisha, nafikiri ilikuwa mwaka 2009 na, okay. na no 2009 2009, hapana, 2000 2009. Kipindi hicho mimi nilikuwa naishi pale Morogoro mjini okay. Nilikuwa pale na mume wangu. Baada ya kufariki mume wangu mm, mimi nikaachiwa nyumba na mume wangu ambayo tumejenga mimi na marehemu mume wangu okay, Morogoro mjini pale tumejenga mimi na marehemu mume wangu mm. Kwa hiyo, basi, mimi nikawa naendelea kuishi pale Morogoro mjini kwenye ile nyumba, maisha yangu yakawa tu yapo ya wastani, sio mazuri sio mabaya. Ehe, nasomesha watoto wangu naishi tu na watoto wawili mmoja wa kike mmoja wa kiume. Mume wako alipofariki ulikuwa watoto wako walikuwa na umri gani? Mmoja alikuwa hata chekechea bado hajaanza hata chekechea bado hajaanza. Mwingine alikuwa kitu kama darasa la sita hivi. Kwa Kwa kitu kama darasa la sita. Mume wangu yee yeah. ni mfanya biashara tu alijiajili. Ah, alikuwa anafanya biashara. Na wewe kipindi hicho? na mimi pia nilikuwa nafanya biashara Mm -hmm. na mimi pia mfanya biashara na yeye mfanya biashara okay. kwa hiyo kwa mm -hmm. Sasa chanzo cha mkasa, mm -hmm. yani mimi nilipatwa tena na msiba baada ya wa mume wangu alipofariki ndani ya kama mi miaka miwili hivi akafariki mamaangu mzazi. baada ya kufariki nikaenda kule msibani tukamaliza msiba na matanga nikarudi pale kwangu sasa, mm -hmm. ili niendelee na biashara zangu, twende tukamalize msiba wa marehemu mamaangu mm -hmm. Baada ya kurudi tu, siku ile ile, siku ya pili nikajikuta mimi akili yangu yani kama, kama haipo sawa yani akili ime yani nikajikuta tu akili inanituma nitoke. Okay. Ehe, nitoke mimi niondoke mm. Ehe. yani kila nikilazimisha akili nikajikuta mimi nachukua begi navuta mm, naweka baadhi ya nguo mle Ehe, nikaweka tu nguo zangu chache kwenye begi ya lakalaka ikiwepo labda shuka na nguo zingine zingine ndogo, tayari, na pochi langu la begani, nikachukua begi langu. Sasa, huyu mtoto wangu mdogo huyu nikawa nimemkabidhi ufunguo. Nikamwambia chukua hii funguo, nenda kule kwa mama mdogo, umwambie hivi mpaka ikifika saa kumi na mbili jioni. Aje hapa nyumbani, aangalie mimi nipo au sipo. Unamwambia mtoto wangu. Ehe, ninamwambia yule mtoto wangu. Sasa alikuwa kwa vile bado mdogo yule mtoto hakumaanisha, akachukua koli funguo. Alipoondoka tu yule mtoto, na mimi huyo nikaondoka, kiukweli sijui inaenda wapi. Nikaanza kutembea pale mpaka nikamaliza Msamvu yote ile mpaka mm. nikafika roundabout ile ya Msamvu, natembea tu natembea, usiku mchana. mchana mchana hapo kama kwenye majira ya saa nne mm. tano baada ya kumaliza kunywa chai mimi na mtoto wangu mm. kama nne tano nafika pale Msamvu nikawa tu nimesimama pale ile njia panda na begi langu lipo kichwani, mm -hmm. Nikasema nielekee hii Ilinga Road mm -hmm. au nielekee Dodoma Road mm -hmm. Basi nikakunja nikaanza kuelekea Dodoma Road. Nikatembea mwanao ambaye anasoma yupo shule, nakumbuka siku ilikuwa siku ya Jumatano, mwanangu yupo shule okay. Eh na siku nakumbuka. E, na siku nakumbuka, yupo shule mm -hmm kwa mimi nikaenda nikatembea nika, mpaka nikamaliza Kihonda mpaka nikamaliza Mkundi mpaka mpaka kwenye saa kama kumi na mmoja jioni jua linazama nikajikuta nipo mbele yani ya, ya, yani Mkundi yote nishaimaliza sasa Kumi na moja jioni, kumi na mbili giza giza, ile naingia na nishaanza kuingia sasa. Poli lile wanakokuita karibia, natokea kwa Sokoine alipopata ajali pale, Sokoine. Mm -hmm. nakumbuka nimeenda kwa mdada mmoja, jina simkumbuki, ana mama ntilie pale. Yani hii historia kama ataniona yule dada atasema, kweli yule mama alikuja nyumbani. Sindio eh? Akawa anauza mama ntilie Nikamsalimia kwa uzuri, karibu, nikakaa, nikaanza kumweleza nina shida. Shida gani? Nikampa historia fupi, naambia mimi ninatoka, nasafiri, lakini ninakoenda sipaelewi vizuri. Unaelekea wapi? Nikamwambia mimi naelekea Kibaigwa. Kibaigwa kule, nilikukutaja kulikuwa na rafiki yangu, nilisoma naye chuo cha ualimu Korogwe, Korogwe, Korogwe TTC pale Ehe nilisoma naye Tanga. Mm. Nilisoma naye chuo cha ualimu alikuwa anaitwa Priska Chipera. Okay. Ehe, alikuwa anasema sisi kwetu Kibaigwa. Kibaigwa. Kwa hiyo, alikuwa rafiki yangu sana. Okay. Kwa hiyo, nika, kumbuka, nika kwa hiyo nikamkumbuka nikasema ngoja niende kwake. Kwake. Ehe. Kwa hiyo nipo. Wewe unakumbuka mambo ya mbele tu, kumbuki mambo ya nyuma. Ya nyuma si yakumbuki. Okay. Ehe, kawa yule dada akasema, "Da, saa hizi muda umeisha sana, mm. itabidi ubaki ili kesho." Kwa hiyo unatembea anambia, "Eh, natembea." Hapo nilikuwa na shilingi kama 4000 tu au elfu tatu, nikawa sina hela. nilikuwa na simu mbili, moja ya kwangu, moja ya marehemu mume wangu aliyoiacha. Mm. Ehe, kwa hiyo nika akaniweka pale nikalala. Akanipa chakula vizuri nikala, nimelala, kanipa maji fresh nikaoga, nimelala. Asubuhi nikaamka mapema nikachukua fagio nikamsaidia ile dada nikafagia, nikaoshaosha vyombo tayari. Akanipa chai nimekunywa, nikamshukuru, akanielekeza. Akasema bwana, Kibaigwa, ongoza hiyo barabara mbele kuna barabara hivi imeingia kushoto, kwa hiyo nenda. hmm. Sawa, nikaenda tena. siku ya pili nikatembea. tayari ushamsaidia yule mama ee, kazi zake hmm. Labda kukumbuka kwamba kwa nini naenda huku, ukumbuka kwamba urudi Akili yako ilikuwa bado haijarudi, yaani wala akili haijarudi kabisa kabisa, kama ni mdudu hmm. Nilimkanyaga labda sijui mwaka mzima, alikuwa ni bado ananivaa sifahamu hmm. E, unaona hata na yule mtu niokuwa namweleza shida yangu hmm. Wala hakung'amua kama huyu anaenda kupotea. A, anajua huyu namsaidia hmm. Kila ninayemuuliza anajua mimi ninamsaidia hmm. E, hey. Kwa hiyo nikaanza tena pale kutembea, nimetembea nikaenda mbele kabisa huko, ile ile barabara kubwa, nikaenda mbele. Nyuma yangu kulikuwa na wingu zito mm -hmm. Eh, wingu zito kabisa kabisa la mvua na huku nakuelekea polini mm -hmm. kulikuwa na basi linakuja nyuma yangu mm -hmm. lile basi nikalipungia. Mm -hmm. Ehe, nikalipungia lile basi, likanipita alikusimama, likaenda mbele, likasimama mm -hmm. kwa huruma, akashuka konda, akanipiga hivi mkono niwai. Mm. Kwa hiyo nikawa nakimbilia lile basi. Wakati huo nguvu zile za kukimbia zimeisha mm, kwa sababu nimetembea mchana wote. Saa hiyo ilikuwa kama kwenye saa tisa sasa siku ya pili. Oh, eh, siku ya pili. Akanipiga mkono, nika nikafika nika, nika pale kwenye lile basi. Akaniamuru tu nipande. Maswali yote akaniulizia mle. Eh, wewe unaenda wapi? Nilichokuwa nakieleza na nilivyo vitu viwili tofauti. Nikamwambia mimi naenda Kibaigwa. Mm. Lakini nimeomba tu hapa mnisaidie kwa sababu naogopa wingu lile la mvua kule nyuma, alafu naelekea polini. Yule konda na dereva alinisaidia kwa kweli, nikaenda kufika kama saa kumi na mbili na nusu nanusu akanishusha kijiji kinachofuata, sikifahamu kijiji gani. Ehe, nikaomba tena hifadhi pale nikalala. Hapo aliitwa mpaka mwenyekiti wa kijiji. Ehe, akaja akanihoji, nikalala. Kwa hiyo safari hiyo, ndugu mtangazaji, yani naona na, il, ili ni gharimu sana. chakula changu kikuu nikuwa nakula bagia za kunde na maji. Chakula chako chakula kikuu kabisa, kama kwenye poli, nikiingia kwenye poli chakula changu kilikuwa kikuu bagia ya kunde na maji. Nanunua tu bagia zangu kama kadhaa naweka nafika kwenye mti nakaa nakula bagia labda tano, nachukua maji na kunywa, labda jua nikiona limeisha, labda saa kumi na mbili na nusu au saa moja, natafuta mti uliokuwa na hifadhi nzuri mm. naweka begi langu chini napanda juu ya mti, e, napanda juu ya mti napanda naenda kule natafuta sehemu nafunga kiuhodari shuka langu lile nafunga huku huku naingia kama kwenye mtumbwi naingia kaa kwenye mtumbi, basi nalala, nafikiria haya mpaka asubuhi, kuna kucha, akili bado haijarudi, akili bado haijarudi. Nilikuwa nafikiria nini? Yaani nafikiria tu nitakula nini njiani, ninakokwenda nitafika, lakini lengo langu nifike kule ninakoenda Kibaigwa. Lengo langu kuu nifike kule ninakoenda Kibaigwa kwa rafiki yangu Priska. Kwa hiyo baada ya kwenda nikapotea zaidi na zaidi na zaidi. Ikafikia e sehemu, akasema "Sasa we, mbona hiyo Kibaigwa mbona umeiacha mbali sana, huku uliko mbona kwingine kabisa huku oh, ni kwingine, Kibaigwa umeiacha mbali." Nikamwambia, naombeni mnisaidie jamani. Nikafikia sehemu nikaenda kuweka zile simu zangu zile hizo mbili. Nikaweka poni kusudi nipate hela ya kujikimu njiani. E, ile simu niliweka bondi ya shilingi elfu ishirini na tatu. Nimepewa elfu ishirini na tatu kwa ajili ya kujikimu na safari yangu. Mm-hmm. Kwa hiyo ndio hivyo safari kaendelea nikaenda sehemu zingine nalala kwenye miti, sehemu zingine navuka maji, sehemu zingine naona wanyama wadogo wadogo wale viswala swala, visungura wakati mimi nipo juu ya mti Kiukweli ni mkasa mzito sana. Wakati unaona hao wanyama upo juu ya mti ulikuwa uogopi? Labda hujawahi kuona simba? Ah, kiukweli simba nijawahi kumuona kumwona, e, simba wala tembo wala wale wadudu wakali wakali nilikuwa nijawahi kuwaona. Lakini nikitoka pale mm. asubuhi nikishuka, nikiondoka, nikiendelea na safari yangu mm. ninakotokea kule Nikimuuliza mtu anakwambia wewe, huu msitu umenusulika vipi? Mbona huu msitu una wanyama wakali wanyama wengi, umetoka tokaje? Umepitaje hapo? Kuna nyoka au nyoka, sijui wanawaitaje huko wenyewe wanawaita kasema, mbona huu mti msitu tunaogopa hata sisi wenyewe, kuchanja kuni tunaogopa. Wewe umetoka vipi? labda kama ni malaika tu walikuwa wananiepusha epusha na jambo fulani sifahamu, mm. Ehe, sifahamu Ikaenda mpaka ikafikia kipindi nikakutana na nikafika sasa mkoa wa Singida. mm. Akili ninayo, fahamu ninayo, elimu ninayo, isharudi. Hapana, okay. Akili haijarudi, lakini sielewi wapi ninaenda, si ndio eh? mm. Lakini ninayo kusema, mimi naitwa fulani. Oh, unajitambua? Najitambua, yani e, najitambua. Mimi naitwa fulani, ninaenda Kibaigwa. Ndiyo, eh? ya bado kila naye muuliza nasema, nasema nishafika na ya ya hey, mkoa mm -hmm. na wa Singida. Miguu ilivimba mpaka uwezo wa kuvaa viatu nilikuwa sina, na vua nimeweka kwenye mfuko mm -hmm. Miguu imevimba hadi vidole vyangu vya mguu vimekuwa vifupi. Okay. Hata kama nikikurupushwa na mdudu yeyote au na mtu kukimbia siwezi. Mm. Nikawa tu natembea miguu inafanya nze nze nze mm. hivyo. Kwa hiyo nakumbuka siku kama ya kumi na moja. Mm. Nimekaa majira ya saa 12 jioni. Mm. Nimekaa kwenye mti. Nakula bagia zangu za kunde na chupa yangu nimeweka hivi pembeni na begi langu. Wakaja wababa hawa watatu. Okay. Wa tatu. Huko sasa ndio nimeenda kuangamia kabisa. Huko ndio nimeenda kuangamia. Yaani kabisa kabisa kabisa kabisa. Ilikuwa ni kijijini au ni wale wa baba walikuwa wapo njiani tu? Shambani. njiani tu wanapita wanatokea kijiji wanaenda kijiji kingine. Oh. mimi pale njiani tu nimekaa, nikawa sina hili wala lile Nasema nikishamaliza mimi hapa kula bagia zangu mm, nitafute saa hapa nipande nifungefunge angalau kishuka changu nilale okay, asubuhi nijue nini wapi. Na bagia unavyonunua ulikuwa unaulizwa, labda unaenda wapi? pa kwenda amna aliyowahi kuniuliza mm -mm. kusema labda unaenda wapi mm, hakuna. Kwa hiyo kafikia siku hiyo, sasa ndio wakaja wale wababa watatu Wakaniuliza ujambo. Mmoja alikuwa ni mkubwa kuliko mimi nikamwamkia. Mm. Ehe wale wengine walikuwa kama lika tumelingana lingana wakatoa tu za salama, salamu basi. Unaenda wapi? Mbona uko hapa? Wakawa nanihoji, mimi nawajibu. Nanihoji mimi nawajibu. Nanihoji. Wakasema basi inuka tukusaidie, tukupeleke kijijini kwetu ili tukakusaidie urudi kwenu. Kwenu unakujua? Naambia nakujua vizuri tu. Kwenu wapi? Kwetu Morogoro. Basi inuka tukusaidie. Walijua kama akili yako ime... wakajua akili pale ime, ime hawakujua. mm -hmm, kama akili imechenchi walijua mimi nimepotea e. Walijua mimi nimepotea hasa, baada ya hapo kule nilikoenda ndio. mm. mm. Ulikuwa mtihani mkubwa kijijini kwao hadi kijijini kwao, kumbe kule nimeenda kuingia kwenye kambi ya wachawi nimeenda, eh? mm. kuingia kwenye kambi ya wachawi, wachawi. Yeah. Ya. Ya wachawi. Yeah. Mimi naomba tu mtangazaji, mm. niishie hapo, naona roho yangu imeganda kwa sasa, yeah. Naomba niishie hapo. <coughs> Aise mpenzi mtazamaji eh, wa Maks Media huyu tupo naye mama yetu hapa kama ambavyo namuona eh, ni stori nzito sana lakini pia ni stori ambayo inahuzunisha, kama ambavyo eh, anashindwa kuendelea, eh, ni kutokana na vewei ambavyo alipitia. Eh, sasa ni kuhusi tu na ni kuambie kwamba endelea kuwa hapa hapa katika channel yetu ya Maks Media, pindi tutakapokuja tukupe tena mkasa unaofuatia patitu tutakuja nayo hapa mama yetu labda atakuwa amekaa uh, vizuri na yupo tayari kusimulia yale ambayo yamemkuta huko, uh, kama ambavyo unajua kwamba sisi lazima tukuletee mikasa mbali.